Karibu kwenye kipindi cha hadithi za msikiti wa majini, na hii ni sehemu ya tano. Macho ya mzee Abduli yalitetemeka kwa hofu alipomsikia Shehe Jafari. Kisha mzee Abduli akamuuliza Shehe Jafari, damu, unamaanisha nini? Aliuliza kwa sauti ya kuwa na mchanganyiko wa hofu na mshangao. Shehe Jafari alimtazama kwa makini, kisha akavuta pumzi ndefu. Majini wa kale hawakuridhika na Yusufu na Amina, wanataka zaidi. Wanataka kafara hapa. Mzee Abduli alitikisa kichwa kwa nguvu. Siwezi kutoa mtu mwingine kama zabihi, lazima kuna njia nyingine ya kuwaokoa. Shehe Jafari alitabasamu kwa uchungu. Ndiyo, ipo njia moja, lakini ni hatari sana, Abduli. Ikiwa tutashindwa, hatutampoteza Amina peke yake, bali hata wewe, roho yako itakuwa yao. Mzee Abduli alisita kwa sekunde chache, lakini akakumbuka macho ya Amina usiku ule alipotekwa. Alifunga ngumi yake kwa asila na kusema kwa uthabiti, nitafanya chochote kuwaokoa. Shehe Jafari alinyanyuka na kwenda kwenye chumba chake. Ndani alipotoka alikuwa ameshika mfuko wa kitambaa cheusi, kisha Shehe Jafari akamwambia mzee Abduli, ndani ya huu mfuko kuna vitu vya kinga hilizi, mchanga kutoka Maka na mafuta ya abasoda, lakini jambo muhimu zaidi ni hiki akimkabidhi mzee Abduli chupa ndogo iliyojaa maji meupe yenye kung'aa kidogo. Haya ni maji aliyosomwa dua maalumu. Unapofika ndani ya msikiti, nyunyizia kwenye sakafu na milango, itawazuia kwa muda. Mzee Abduli alikubali akasema, lazima niingie msikitini usiku huu. Shehe Jafari aliweka mkono begani mwake. Kumbuka Abduli, ukiona kimvuli chao usigeuke, ukisikia wanakuita jina lako usijibu, na ukiona macho yao mekundu, umechelewa sana. Usiku huo mzee Abduli alielekea msikitini. Ulikuwa mtihani wa ujasiri na Amina alijua atarudi kama mtu yule yule. Swali ni je, ataweza kuwaokoa? Ili upate mwendelezo wa story hii, usisahau kusabskraibu, kulaiki, kushea na kukomenti Ropai TV. Na hii ni hadithi ya Msikiti wa Majini, Sehemu ya tano. Sehemu ya sita inakuja. Ardisi hii imeandaliwa na mimi Robeti Kaswiza na kusomwa nami. Karibu.